Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristu. Mama Maria makia mitume, utuombee. Majina yangu ni mamake Phoebe Mkatoliki, karibu kwenye channel hii yenye kukuletea masomo ya misa takatifu katoliki ya kila siku, namna ya kusali Rozari Takatifu, sala na mafundisho mengineyo ya kanisa takatifu Katoliki. Leo twajifunza kuhusu Oktava. Kama ndio mara yako ya kwanza kwenye chanel hii, na kukaribisha, na kama bado huja subscribe na kusihi usubscribe. Kusubscribe haina gharama yoyote. Oktava, ni nini katika kanisa Katoliki? Oktava ni kipindi cha siku nane kinachoanza siku ya sikukuu na kuhitimishwa siku ya nane. Baada ya hapo, bona tuwe na oktava? Oktava hutumika kama nyongeza ya sikukuu, ikitoa muda mrefu wa kutafakari usherekea na kushiriki ibada maalum. Mifano ya Oktava, tuna oktava mbili: Oktava ya Pasaka na Oktava ya Krismasi. Oktava ya Pasaka huanzia Jumapili ya Pasaka hadi Jumapili inayofuata inayojulikana kama Jumapili ya huruma ya Mungu. Oktava ya Krismasi huanzia siku ya Krismasi hadi Januari mosi tunaposherekea sikukuu ya Maria mama wa Mungu. Umuhimu wa Oktava liturujia. Wakati wa Oktava ni wakati wa kujitafakari kiroho zaidi juu ya manda ya sikukuu. Ni wakati sisi waamini tunafanya upya imani yetu na kujitoa upya kwa mafundisho ya Kristo. Rangi gani hutumika wakati wa Oktava? Rangi ya liturujia yenye hutumika ni nyeupe, ikiashiria furaha na usafi. Kumbuka kwa kipindi hiki cha siku nane, hata kwa misa za juma, Utukufu wafaa kuibwa na zaburi ya kuitikizana pia juu ni sherehe. Natumai umeelewa kuhusu Oktava. Mungu awabariki, na nashukuru kwa muda wako.